Baada ya haya kama ambavyo tumekuwa mara nyingi tunazinduana kwa uzindushi ambao e, wa hali ya nchi yetu vile tunavyoendelea, alhamdulillah. Leo nimesikia speech ya Mufti, na nilisema kwenye hutuba ya Ijumaa, sikilizeni hutuba muhimu sana. Niliashiria hutuba hii hapa, kama kuna hutuba itakuja ina maudhui muhimu sana ile khutuba, lillahi alhamdu. Nimeitoa kwenye <coughs> msikiti wa Kokobichi, na baada ya kuizungumzwa, walinipata watu wengine wakasema, shehe, fanya na laasili tena na magharibi, kalili ya maneno kwa sababu umuhimu wake. Lakini katika jumla nilozungumza kwenye khutuba nilisema hivi: Waislamu, tumieni fursa ya hizi vurugu kama njia ya daawa. Dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikubalika sana, kwa sababu dawa yake ilikwenda kuleta muunganiko wa kabila la Ausi na Khazraj eh, Khazra, ndani ya mji wa Madina na kabila la Bahilia pamoja na Quraysh katika mji wa Makkah. Huku Madina huku watu walipigana miaka 300. miaka mingapi? 300. Kadiri vile ilivyokuwa natengenezwa sulhu ilikuwa inafeli, kwa sababu Mayahudi walikuwa wananufaika na ule ugomvi wa watu wa Madina Bani Kainuka, Bani Nadhiri na Bani Qureiba. Nikaashiria kwamba Allah ameyataja matukio ya katika mwanzo wa surat Lhashiri, na ujumla surat Lhashiri imebeba ujumbe huu wa hii vita ambayo ilikuwa imedumu muda mwingi sana katika mji wa Madina, ikawa ni fursa adhima ya dawa ya Kiislamu kupenya kwa sababu ilikuwa nyoyo zinatamani amani, na amani ilikuwa ipatikana ila kupitia katika dawa ya mtume. Amani ilipatikana na vita vile viliondoka vyote nikawafanyia takribu wale waliokuwa wananisikiliza na nyinyi pia nafanya takribu hiyo. Nyoyo za Watanzania sasa hivi zinahamu sana na amani, na yale matukio yaliyotokea tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, kila mtu mwenye akili timamu asiyenufaika na yale matukio anajutia ile hali. Kwa mfano, wamejitokeza kitu ambacho mimi niliwahi kukaa na vijana, niliashiria ili neno kwa baadhi ya vijana nikaambia hizi vurugu hizi kama ilivyonusulika <coughs> Libya afuasio Libya, Turki, Uturuki walitengenezewa zengwe la mapinduzi, lakini mapinduzi yale yalizimwa na jeshi na wananchi. Wananchi wenye ndio walizima yale ma ma ma ma mapinduzi sawa na jeshi lao. Niliwekache nikasema hizi vurugu na chokochoko hii, kuna uwezekano wa Tanzania wenyewe wakaweza kuzuia hii tatizo. Walilahi alhamdulillah, minna yale maneno yalikuwa nasikika, eh? Nimeona maelezo ya vijana wa kutokea eneo la Manzese Mburahati, e, Ubungo na maeneo yale ya jirani, wametoa speech yao jana wakisema kwamba kumbukumbu zao wakazi wa, wa maeneo yale watu ambao wanawafahamu wamekufa hawazidi watu watano lakini kuonekana maeneo yale yalikuwa ndo yameokota maiti nyingi sana. Wanahoji hizo maiti zimetoka wapi? Kwa hiyo, kwa sababu wenyewe wanajuana, watu wa maeneo hayo Magomeni, Makurumla, Mburahati, Manzese wanasema wanawajua watu wao, wao wenyewe watalinda amani yao. Maneno kama hayo yametoka kwa vijana leo wa Kinondoni, vijana wa Kinondoni leo, vijana wa Makumbusho, Mwananyamala wametoa maneno kama yale nao nasema, tumechoshwa na zile hali, tutalinda amani yetu wenyewe. Narudia tena kuambia Waislamu, tumieni hii fursa, ni muhimu sana kwenye da'wa, na miongoni mwa sababu zake ni kwamba upande usio kwa Waislamu sehemu kubwa unashabikia vurumu. Nyoyo za Watanzania hazipendi hizi vurumu. Waislamu wanapozungumza, sikiliza speech ya mufti ya leo, imebeba ujumbe wa amani ambao watu wote wanaopenda amani watafurahikia ile ya, ya mufti ya leo. Sasa Waislamu, tarehe tisa kesho vurugu, kesho kutwa Jumanne, kesho kutwa Islamu kesho, kwa sababu tushaingia. <laughs> Jumatatu, Jumanne, tarehe tisa imepangwa kufanyika vurugu. Mimi naamini bila shaka Waislamu kwenye hili hatukukaa kikao hata siku moja lakini tawaifu zote za Kiislamu ndani ya ardhi yetu, bima fihim salafiyuni, ansariyuni, sufiyuni, hata tawaifu nyingine mpaka Hizbut Tahrir pia nimewasiliza, wametoa eh, Hizbut Tahrir pia wametoa spiti yao kuonyesha kwamba hatutaki hurumu. Yaani waislamu kama tunataka kutoa mfano kwamba kuna uwezekano waislamu wote mtazamo wao ukawa mmoja, kwenye hii tunao mfano. Sasa mimi na yakini kabisa, waislamu hawatashiriki kwenye khutuba niliyoashiria nimeanza na dua kwa kusema allahumma anta ssalam wa minka salam wa ilaika yarjiu ssalam fahayina rabbana bissalam wa adkhilna dara salam. Sawa, hutuba yangu nimeanza na dua hiyo, sawa, kuashiria Allah yeye ndio amani, na kwake yeye inatoka amani, na kwake inarejeshwa amani. Tunamwomba Allah atupe uhai kwenye amani na tuingize katika nyumba ya amani kwenye pepo yake. Sisi ni watu wa amani, tarehe tisa tuionyeshe Tanzania waislamu ni watu wa amani. Yaliwahi kusemwa maneno huko nyuma, hayakusemwa kwa uwazi kabisa, lakini paliashiriwa kwamba Waislamu hawana uzalendo kwa sababu ya baadhi ya vijana wa Kiislamu, mutatarifuna wale waliohamasishwa wakaingia mitaani na wengine wametengeneza ugaidi wa kutengeneza, wakawavesha Waislamu wao ndo wahusika ule ugaidi, kwa maslahi yao ya kiuchumi, vita ya kiuchumi. Sawa, wali wale walimtatadifuna wale vijana, wakati wanafanya yao, walikuwa wanachafua sana sura ya Uislamu mpaka ikatokea vyombo vya ulinzi na usalama vinasema kwamba Waislamu hawana uzalendo, Waislamu hawana uzalendo na kweli yale maneno yalishika kasi yakafanyiwa promotion, Waislamu hawana uzalendo. Ilikuwa sasa kwa upande wa pili, kutokana na haya yanayoonekana sasa hivi, warudi tena waseme kwamba Waislamu wazalendo kweli kwenye nchi yao. Kwa haya yaliyopo sasa hivi, Waislamu wameonyesha uzalendo wa hali ya juu sana kwenye nchi yao kwa wakati huu tulionao, na naomba niseme kitu, tumefanya jitihada kubwa sana kuwatuliza wale vijana kwa ule ukhawariji waliokuwa nao. Jitihada hizi zili gharimu hata heshima zetu, mpaka tukatuhumiwa kwamba sisi ni mashehe ubwabwa na maneno kama hayo, sawa. Walilahi, alhamdulminna lile jambo tuliweza kulizuia kiasi kikubwa sana, na watu wanaofuatilia wanajua hivyo, sawa. Sasa jamani, vijana wetu wa Kiislamu wamepoa, msiwaamshe tena. Hawa vijana wa Kiislamu tupata nao tabu kweli, kunyamazisha kule, kwaambia ujumbe wa taati walil amri, uwajibu wa kumtii mtawala na kufanya vurugu kwa mtawala ni ukhawariji. Tulitumia nguvu kubwa sana kule kuwaelewesha. Sasa hivi alhamdulillah, ametuelewa hawapo katika vurugu dhidi ya watawala. Sasa hivi ile dawa imefanya kazi. Sasa hivi jamani, Allah Allah, msiwaamshe tena wa vijana, warudi tena kule kugumu sana wakirudi tena vijana kule kuwarudisha tena kwenye taa ya watawala ni ngumu sana. Na sisi katika mlango huu, watawala, huu wa ta'atu wulati lumuru kuwatii watawala huu ni mlango wa kiimani. Mtu yoyote asiyokuwa na taa kwa mtawala huyo mtu ni kharijiyu katika khawariji. Hao makhawariji hawa katika moja maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema aliyosema juu yao hawa. hawa ni kilabu ahlin nar, ni mungu wa watu wa motoni makhawariji ambao wanajitoa kwenye faa ya kiongozi aliyekuwa na haki. Msingi wetu huu unaposemwa sio maana yake sisi ni machawa wa watawala wa, huu ni msingi wa kiitikadi, na vijana ambao wamepoa kwa sababu ya kuogopa kumwagwa damu wabadilishe nia zao, wawe na nia kwamba huu ni msingi wa kidini, wapate thawabu. Wakati huo wanaogopa kumwagwa damu, wapate thawabu. Huu ni msingi wa, wa kiimani na waendelee kukaa na msingi huu kama ni sehemu ya imani yao, sio kwa sababu tu wanaogopa kumwaga damu. Dini yao inataka kuwatii watawala. Na tukisema msingi wa kutii watawala, maana yake si tunasema watawala ni maasumuni. Kuna tuhuma zinakuja kwenye mitandao ya wa kijamii, wanasema Waislamu wanadai haki bila amani, wanadai amani bila haki. Wasiokuwa Waislamu wanadai amani pamoja na haki. Badilisheni maneno, itafika wakati mtatuelewa. Sisi hatudai amani pasina haki, lakini tunadai amani ndani ya haki. Mnapotutumu kwamba sisi tunadai mnaposema uh, kwamba upande wa pili unadai amani na haki, hamdai haki, mna interest zenu kwenye hii kadhia, kwa sababu kweli usiopingika hakuna kilichobadilika kwenye maisha ya Mtanzania. Kilichobadilika ni hizi fujo tu, lakini maisha ya mtanzania ni yale yale, wafanyabiashara, TRA ni wale wale, watu wa mikopo, wanafunzi, bodi ya wa mikopo ni ile ile, hakuna kilichobadilika katika uhalisia wa maisha kila siku ya mtanzania. Kilichobadilika ni hizi fujo tu. Kwa mkidai kwamba eti kuna haki fulani imedhulumiwa, imedhulumiwa ndiyo maana imeleta fujo. Imedhulumiwa lini? Yaki hiyo dhuluma ya haki imeanza lini? Kama ni malalamiko ya Tanzania yapo vile vile, kuna watu wanakwenda hospitalini, wanazungushwa hawapati huduma za afya kwa wakati, maisha yapo vile vile. kuna wanafunzi wanalalamikia mikopo katika bodi za mikopo, maisha yapo vile vile. Hakuna kitu kilichotokea mpaka watu wanaenda kumwaga damu kama hivi. Inapotokea, kilichotokea ni kwamba kuna mipango ya watu waliotaka kufikia kwenye malengo yao, ndio wakaleta vurugu kama hizi hawa watu wenye mamlaka tunaendelea kuona si taratibu, billati hiya ahsan kwamba jamani ye, angalieni ye, tunamuona Waziri Mkuu walilahi alhamdualminna. Kuna watu wana kesi za kubaka huko, amesimamia tumeona, lakini kuna watu wana kesi za kuzungusha katika nini, amesimamia. Tabaka hili la katikati, hili la watendaji wa serikali la katikati, hili ndio ambalo linatengeneza chuki baina ya watawala na watawaliwa kwa hiyo watawala wadili zaidi, naita tabaka la katikati ambalo Watanzania wanachukia serikali yao kwa sababu ya nani? Hao watendaji wa katikati. Wanyoosheni hao watu wa katikati ili watu wapate faraja kwenye maisha yao ya wa kawaida. Kwa hiyo wale ambao wanatengeneza picha kuonyesha kuna kitu kipya kilichoharibiwa sana, hakuna kipya. Maisha ya Mtanzania ni yale yale. Ninyi mna malengo yenu mlitaka kuyafanya kwenye kipindi hiki mkatengeneza sura ya kuhalalisha kwa sababu ya hicho mnachokidai, mnasema haki. Hakuna dhulma mpya iliyotokea, kama ni malalamiko ya Tanzania ni yale yale. Kwa hiyo naomba kwa membari hii ya Darul Hadithi Ununio tuseme kwamba tumetumia nguvu kubwa kuwatuliza vijana wa Kiislamu hujua msingi wa kiimani ya wujubu taati ulati umur uwajibu wa kuwatii watawala. Tukiwatii watawala hatusemi ni maasumuna hawakosei, wanakosea hawa waliopo, waliopita na hata wajao pia watakosea. Sisi tunasema tunawaunga mkono pale wanapopotea, wanapopatia. Tunawaunga mkono wanapopatia, sehemu wanazokosea tunafanya nasaha na bilati hiya ahsan, lakini sio kwenda kuharibu mali za Watanzania, kuharibu miundombinu ya wa Watanzania na ambayo inaleta maendeleo ambayo imetumika gharama kubwa kwa ajili ya kuiandaa na kwa maslahi ya watu ambao wapo kwenye mitandao ya kijamii hatujaona kwa macho, tunaona tu picha zao, alafu wao wanaendelea na maisha yao mazuri kama ilivyo, na wanatudanganya kwamba eti kwa vurugu hizi wanaweza wakaondoa utawala. utawala u utawala utakuwa utawala wa mabua unaondoka, vurugu maisha, hakuna utawala aeza kuondoa. Kina nini mnachosababisha ni kwamba watawala watatumia nguvu zao zilizo kwa nazo za majeshi na nini, ili kudhibiti kuto kupinduliwa, wakati huo watakuwa wameua watu wengi. Na sisi katika misingi ya kuondosha munkar, sharti lake usizalishe munkari mwingine mkubwa zaidi. Kwa hiyo tunakubaliana, kuna mapungufu, sisi tunasema pia mapungufu haya yapo ya, lakini tunahitilafiana kwenye njia za kuondosha. Nyinyi mnataka kuondosha munkari kwa kuzalisha munkari mwingine mkubwa zaidi, mnataka kuondosha uovu kwa kuzalisha uovu mwingine mkubwa zaidi. Sisi tuna udhibiti wa kuondosha uovu, yaani uovu ukiondoshwa kwa kuzalisha uovu mwingine mkubwa zaidi, wakati ni haramu kuondosha huo uovu, bora ubakie uovu mdogo msingi huu nyinyi hamna ndio maana mnaona kwamba hii haki mnayodai hata kama itatokea kumwaga damu sasa kama kumwaga damu hiyo haki atapata nani hiyo haki mnayogombania watu wenu mshawaua ataipata nani hiyo haki alafu msitufananishie eti hata mandela alikajela akatoka akapambana ikapatikana haki sisi tunajua vizuri sana kadhia za mandela na yale yaliyotokea kwa mandela tunajua vizuri sana msiseme kalima tu haki ulida biha Hili ni katika mambo ambayo inabidi watanzania watahadhari sana nalo. Kuna kanuni hii, kalimatu haki urida bia batili. Ni kweli neno lina, lina ukweli fulani, lakini malengo ya mzungumzaji ana batili zake kazi kusudia kupitia kwenye hili neno la haki. Watanzania ni kuwa kweli na tahadhari sana nai, kalimatu haki urida bia batili, ni kweli neno hili ni la kweli.